Angu na watu wake wote nitajitolea wote, nafsi yangu kuondoa na masikini, masikini, ujinga magonjwa, magonjwa, magonjwa na dhuma. Rushwa ni adui wa haki, sitapokea wala kutoa rushwa, wa rushwa, wa rushwa. Cheo ni dhamana nitajielimisha kadri ya uwezo wangu na kuitumia elimu yangu kwa faida ya wote. Nitashirikiana na wazangu wote kujenga nchi yetu. Nitasema kweli daima, fitina kwangu mwiko. Nitakuwa mwanachama mwaminifu wa CCM na raia mwema wa Tanzania na Afrika.